kwenye tobo la mjini leo tuko na bidada mrembo kabisa wa kuitwa Modesta TZ. Modesta yeah. ni moja kati ya wadada ambao wanapambana kwenye gemu ya Bongo Flava tutamsikiliza leo yeye pamoja na mdau ako na wimbo wake hata tuambie mwenyewe unaitwaje lakini kwa maelezo zaidi Modesta pon this one. wagwan bidada Uh, napenda pia kutambulisha kibao changu kinachoitwa Niuwe, wimbo ambao unahusiana na kwenye mtu ambaye amezama kwenye huba zito kwa mtoto wa mama mkwe. Ni wimbo ambao ni mzuri, wimbo ambao nimeimba kwa hisia, wimbo ambao ukiusikiliza wewe mwenyewe una enjoy. Kibao hicho pia ametengeneza producer Kidikul, kwa sasa anapatikana DSM. I mean mma wao to enjoy pamoja. Nyimbo zangu zipo katika digital platforms zote, kisachi unazikuta mule pia kwenye mitandao yangu ya kijamii napatikana kama Modesta TZ, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube pia ukiingia kule, nyimbo zangu utazikuta ziko pale. Mama nakuombea dua, mwanangu aishi, mabalaya mwepushe. Uko kwa bebi, unaambia bebi, ni uwe. Mdau huyu hapa. Yes, kwa majina naitwa Simon Mabula. Namkubali sana Modesta TZ kwa kazi nzuri sana anazofanya. Of course zinanibamba sana ule uwimbo wa niue pepea, dah, kazi zake kali sana, kali sana na zingine nyingi ye nabidi tumpe sana sikio. Ni kizazi kipya ambacho kinakuja ambao kitafanya makubwa sana kwenye industry ya mziki hususan wabongo flava. Yaani yani si poa, ni mtu wa hatari sana. Nabidi tumpe sikio la kutosha, airtime za kutosha kwenye vipindi vya redio. Najua mambo yatakuwa makubwa sana zaidi ya sasa. So, so tunakwenda kumsikiliza, anaitwa Modesta TZ. Wimbo unaitwa unaitwa ni uwe. Baada ya kusikiliza wimbo, tunahitaji simu moja tu mm. kupitia 0716 925 925. Mtuambie mm. yeah, ngoma ni kali ama ni nene?